Dada Maria karibu sana. Asante na shukrani. Mhm, mm, umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi nimetokea Tandale, nimewasikia TikTok na nimekufuatana kufuatilia sana. Eh, hey, sasa TikTok wewe hey, Ni katika wapi? Maana wadada wa kazi wa TikTok wanaongea very negative. Mafundisho yangu wanayapinga sana. <laughs> mimi nasikiliza sana. Unavyosikiliza unakubaliana na mimi au unapinga? Maana una kuna wale wanaopinga. Kama unapinga kwenye hichi kituo usije. Kwa una sababu gani na utakapokuja hutaweza kwenda kufanya kazi kulingana na kalcha yetu, yani okay. Huta kwenda kufanya yale tunayoyaelekeza kwa sababu okay. walio wengi wa, wako negative, anasema huyu dada anatetea sana mabosi anakaa sana upande wa mabosi. Sasa hiyo ni wao ndio wanatafsiri hivyo, lakini sisi, ili tupate hela, lazima tukahudumia mabosi wanavyotaka okay. Yani mdada ambaye anaona anajisikia vibaya kumhudumia bosi anavyotaka huyo mtu ni kama shetani aliyekuwa anataka kuwa malaika, aliyegeuka shetani alivyotaka kuwa kama Mungu, kwa sababu huwezi kuwa kama bosi wako bosi wako ni bosi wako tu, na yeye anakuleta nyumbani kwake ili ufanye majukumu yake. Wajibu wa bosi wako ni kukulipa mshahara wako mwisho wa mwezi. Subiri mwisho wa mwezi uone kama hata kupa stahiki yako, lakini kuhakikisha kwa kwamba yale majukumu yamefanyika tena kwa levo ya ubora ni wajibu wako. Sasa wadada ukiwaambia hivyo anasema anakaa upande wa mabosi sana. Mabosi si wanampa kula. Sasa kwani wewe msinakufundisha pia upate kula eh? Sinawafundisha mpate kula, navyowaambia, navyowaelekeza namna ya kwenda kuishi na mabosi wenu. Ndio na mimi nawafundisha. Ni kweli mabosi wananipa kula kula, lakini sikuishia tu kujiangalia bosi ananipa kula. Nataka na wewe upate kula kutoka kwa huyo bosi. Unapataje kula kwake? Kufanya majukumu yake vile anavyotaka yeye. Bosi akikwambia fua nguo zangu Jumatatu mpaka Ijumaa, usimwambie kwa nini. Ndio anavyotaka. Sasa ndio maana amekuleta nyumbani kwake. Wewe utamuuliza eti kwa nini nifue nguo zako jumatatu mpaka Ijumaa? sio za kwangu? Ah, umekuja kujifulia? Umekuja kufua nguo zangu eh? kwa hiyo kuna vitabia vi, vi tabia mtu akinitajia TikTok najua wadada wa kazi wengi wanaupenda sana huo mtandao. Nishafanya study zangu. Mabosi wengi wako Instagram. Mtandao wa Instagram huko ndio mabosi wengi, waajiri wengi ambao wanataka wadada wako Instagram lakini wadada wanaotafuta kazi walio wengi wamelundikana huko kwenye TikTok na wana mitazamo ambayo sio ya kikazi, sio ya watu ambao kweli wanahitaji pesa. Sisi tunasema Wadada Senta hii, mishahara mnayosikia laki tano, laki tatu, laki moja na nusu, ndio kwanza tunaanza, ili tuweze kuwatekenya vizuri hawa mabosi, tuanze kupata mshahara milioni moja wa professional na laki tano smarti na laki tatu traditional si ndio, eh au tuende professional milioni mbili ndio, huko tunataka kwenda. Mi nataka niwashushe wadada ambao wanamaliza chuo, anasema mimi naenda Wadada Center kwa ajili ya kazi. Kwa nini? Kwa ajili ya mshahara mzuri. Tukiweza kutoa hela nzuri za mishahara, tutaattract watu wazuri, wale watu wazuri wale ambao walikuwa wanasoma, anasema natafuta kazi Kempiski, atasema natafuta kazi Wadada dada Center, inawezekana kwani wafamilia ambazo zinataka wadada wazuri sizipo? E, mi nawapa siri ndio hiyo. Unataka mdada mzuri, nyumba yako ipangwe kama umeingia Kempinski, au umeingia Serena au umeingia hoteli yoyote ya kimataifa. Lipa mtu vizuri, lipeni wadada vizuri. Na ndio hiyo nasema tukifika kwenye levo ya kuwalipa milioni mbili professional smart dada eh, unampa milioni traditional dada unampiga na laki tano. Aa ah, wadada watu, yani watu kwanza, tutakuwa tunapata watu wazuri, hatutapata wale wadada ambao wanasema wana, au wanaosema kwamba unawatetea sana mabosi. Hatutakuwa na hao watu kabisa, na mimi nataka hilo kundi tulifute kabisa, yani tulifutilie mbali wabaki huko huko huko huko mtaani, huko huko mtaani. Nasemaga wadada wa mtaani kwa sababu sasa hawafundishiki. Ndio hivyo, na wafundisha hawafundishiki, wanabaki kusema mi natetea mabosi, wakati mi nawafundisha mbinu za nini? Mbinu za kupata hela, mbinu za kupata hela. Nimsikilize bosi wako, mnaita chawa. Kuwa chawa bosi wako eh. Nye mnaona machawa wajinga, hao wamepewa ubunge, wengine wamekuwa viongozi <laughs> machawa nyewe, mnaona wajinga, kumbe wanafanya vile mabosi wao wanavyotaka, wanavyo, wanavyo wanapata vitu maisha yao yanaenda, wanapata fedha. Wewe maskini jeuri, una hela unataka hela bado, unataka kuleta ujeuri, utafanikiwa wapi? Ujeuri haukusaidii. Sindio, dada Maria? Endio. Kwa hiyo bwana, wewe kama uko TikTok, usije ile sumu <laughs> ya TikTok ndo <laughs> najaribu kuitoa si, <laughs> kwa sababu umekuja hapa, mimi lazima nikunyoshee maneno. Ni kweli eh. E, mi mimi nilikuwa nakufuatilia wakati nipo kwenye biashara yangu. Ndiyo. Biashara gani? nilikuwa na duka la vyakula okay Mm -hmm. Nimefanya kwa muda nikaona nikaa napiga kama unavyosema, unavyofanya biashara lazima upige mahesabu, uangalie mm -hmm. faida mm -hmm. na hasara. Nikaona kwa wakati mwingine, nikaona kama mimi nanyunywa zaidi, nikaona nalipa kodi, afu nilikuwa najitegemea kwa wakati huo, nalipa kodi ya nyumba, afu nalipa na frame hey. Nikaona nazidi kuumia mimi, unafanyia watu kazi, nirudishe frame nimfuatilie Dada Joisi nipate mm -hmm. namba ili niweze kwenda Wadada Center nifuatilie siku, okay. Nikaingia tandaoni press nikaona nika, mm -hmm. nika namba chini mm -hmm. kuzichukua, nikapiga nilipiga ramisi ile ilopita, okay, nikapiga nikapokelewa, okay. nika nika vizuri, nikaulizwa natoka wapi mm -hmm. nika nikajielezea, mm -hmm. nikapewa maelekezo kila kitu mm -hmm nikatuma mpaka na meseji, mnaweza labda ukasahau kila kitu. Nikasema mm. mm. ngoja niende ni jaribu ni ni, kumshirikisha mama wangu mdogo. Akaniambia nenda ne kama unaona kama kwako yako fursa kuna faida unaipata, mimi nakuruhusu uende. Nikaamua nikamwakuja nikuja mm. juzi mm -hmm. nikaja na barua barua ikawa haijakamilika mm -hmm. um, nikarudishwa okay barua ilikuwa mm -hmm. haijakamilika, ukarudishwa. Umeona tulivyo makini mm -hmm. Hey, tunajitahidi kwa upande wetu kuhakikisha hawa mabosi wanavyolipa hela zao nyingi, wanapata watu ambao ni salama, angalau tujihakikishie utambulisho wako umesimama, ume, una, yani umenyooka, sio sio umebumbabumba, alafu tunasema tu dada, tuende hatuwezi. Yani lazima sisi kwenye hii kazi tunayoifanya walau tuonyeshe uaminifu kadiri ya uwezo wetu, kwa sababu ukiwa mwaminifu kwa madogo Mungu anakuamini kwa makubwa. Kwa hiyo sisi hicho ndiyo kikubwa tunachojaribu kufanya. Kwa hiyo imagini unakuja hapa na barua alafu unaambiwa haijakamilika, unarudishwa yeah. kama tungekuwa tunaangalia zaidi, umlete tu dada, umpeleke kwa bosi, si tungekuchukua tu tukakupeleka anakuambia. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yanajaribu pia kwa mtu mwingine ambaye, dada yeyote anayetaka kuja kwanza ahakikisha anazingatia zile taarifa anazopewa ili akija hapa asirudishwe, lakini la pili mabosi wanaohitaji wafanyakazi kwetu wajue kwamba sisi tunafuatilia maana wengi mnataka sana wadada ambao wako salama, yani kuna hali ya usalama kwa sababu ya familia zenu na mali zenu, na sisi hicho kitu tunakizingatia mno. Kwa hiyo ukipata ushahidi kama dada Maria, nakwambia alikuja na barua yake akarudishwa, ujue kweli sisi tunafuatilia. Hatuwezi tu tu tukamchukua tukamchukua dada yoyote tu amekuja atumuelewi, hapana. Na wale ambao wanakuja wakafanya uhalifu kama yule dada aliyeiba mabegi yake yale pale, kila siku yani yale mabegi atakapa, nitayaongelea yuko segerea yule. Yale mabegi pale, Chichi naomba yale mabegi tuyaone tena kwa mara nyingine. Yale mabegi ni ya dada amba ya ambaye alienda akamwibia bosi. Akaleta tamaa, akamwibia bosi. Akazama chumbani kwa bosi wake, akachukua dola 1300. Eh? Mm. -hmm. Hey. Baada ya kuchukua hizo hela, kwa kweli tulifatilia, tukadadisi, tukadadisi, tukapata viashiria kwamba yeye ndio atakuwa anahusika kwa sababu nyumba ilikuwa ina kama wafanyakazi wa watatu hivi. Wote walichukuliwa wakapelekwa polisi. Lakini katika kudadisi kwenye simu zao yeye ndio ali, ali, dalili zilionyesha kwamba atakuwa hizo hela alizichukua. Basi baada ya hapo akaulizwa, alivyoona sasa, ameulizwa kwa maana ya kwamba ushahidi huu na huu na huu, wewe ulikuwa una, unauliza dola ni shilingi ngapi? we mfanya, mtu mwenyewe ajui dola, na zilizoibiwa ni dola. Kwenye simu yake ana google dola, anauliza dola, picha ya dola, akaletewa picha ya dola. <laughs> <laughs> alafu dola ni shilingi ngapi? Umeona eh? Kwa hiyo zile zikapelekea watu wahisi ni yeye lakini sio hivyo tu alivyo alivyotolewa hizo ushahidi ushahidi, akaambiwa sasa, we rudisha tu hizo hela, maana sasa kila kitu kinaonyesha wewe, maana simu za wenzako zote hazina hayo mambo, iweje kwako dola zimeibiwa na hivi vitu viko kwenye simu yako. Basi akasema ye, hey, kweli nisamehe mama, mimi ndio nilichukua na nini na nini. Akaenda kuleta hela, hela zikawa tayari zishachenjiwa zimebaki nusu. Alirudisha nafikiri milioni mbili kama mbili. Nafikiri si milioni mbili na nusu au milioni mbili alirudisha. Kwa hiyo bado inazidi kuonyesha ushahidi kwamba yeye ndio yeah, kaiba. Maana hadi hela kaleta. Ah, kwa kweli tukasema hapana, huyu lazima iyo, sita pate funzo. Kwa hiyo amefungwa miezi sita. Tunavyoongea yuko ana kwenye uniform ya Segerea. Yuko Segerea pale kwenye uniform yake miezi sita akijitafakari nimefikaje fikaje hapa. Na huu ni ujumbe kwa wasichana. Jamani, tamaa tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Eh, fanya kazi ya halali, pata kile kilicho cha halali, nenda kafanye biashara. Hizi tamaa za mitandao hii mnatumia mnaangalia watu ambao wanaonyesha mavitu ya vifa, ya ufahari, alafu yatakufanya wewe unaenda kumwibia bosi wako utaishia pabaya. Ndio maana sisi tunafanya hivi vipindi, ndio maana hapa tunapiga na picha. Kwa nini? ili <laughs> ya security. Eh, security, ndugu, ya cha kwanza ni security, maana hatujuani, tunasaidiana kweli na tumesaidia watu wengi, kina dada Sechelela ni mashahidi. Basi huo msaada usije kuabuse, usije kutuingiza sisi matatizoni, usije kumharibia bosi wako. Unaaminiwa kwenye familia ya mtu, nenda kakae vizuri. Sisi tunaelewana eh? hmm. Ehe, kwa hiyo nimechomekea hiyo kwa sababu yani kiukweli mimi nimesema yani, nitapiga hilo promo ili dada yote mwenye tabia ya udokozi asikanyage kwenye hichi kituo, ili kwa sababu mi nachotaka mabosi waendelee kujenga imani na sisi bosi akiona tumemkamata mtu, tumemtia ndani, kwa sababu ya wizi, si anajua, sisi hatuna utani mm. Na wadada ambao ni majambazi waki, wakiona hivyo atakuja kudokoa kweli hapa ana mm -hmm. Yeye anataka kuunga tela la ajira kabisa. Kuna mwingine bo, amshukuru bosi wake, yaani walikuwa kama wamefululiza, waliachana kidogo sana. yaani ndani kama ya ule ule mwezi. Kidada kingine nacho kikaiba dola. Alafu sijui kuwaje. Nyumba tofauti, huyu naye akaiba dola mia nane sasa bosi wake akasema huyo ni kama binti yangu, akaanza unajua wanawake tena wakaingiza hisia zao hizo za kike, akasema huyo ni kama tu mwanangu. Nikamba, sasa mwanao unamfundisha nini? Kama ni mwanao huyu, amna cha mtoto, anatakiwa aende akafundishwe mahali panapostahili. Akakataa. Mimi nilimshawishi kweli, yani nilimshawishi nikamwambia, huyu lazima tumfunge, yani nilikuwa nishasema wawili wako Segerea, basi akagoma. Alivyogoma mimi nikamtia tu hapo kwenye TikTok na Instagram angalau yani apate disiplini, si ndio? Eh, huko kwao, e aseme, wakimwona wasema ndio uliiba dola mia nane kuna kitu atajifunza. Maana kama ameokoka kwenda jela, basi angalau kituo cha Wadada Senta asikisahau kwenye maisha yake kwamba pale nilienda nikapewa kazi, lakini nikaenda kuiba, na baada ya kuiba kilichotokea, yaani imeacha doa kwenye maisha yake, kwa sababu yeye anataka atie doa Wadada Center peke yake. Aa, maana yule bosi, si anaona tumempelekea jambazi, acha na madoa tupate wote, na mi nikamtia kwenye mtandao pale, ili apate doa la kuishi nalo. Watu wanasema oh, wengi kwa mtoto wako ungemweka nani? Mi mtoto wangu sijamfundisha akaibe. Akiiba bali na yeye apewe adhabu anayostahili. Sifundishi wezi mimi, mi siwezi kulea wezi, siwezi kusema namhurumia mtoto aliyeiba, kwa sababu mi nami nina watoto. Watoto wangu nimwambia, mkiiba mtachomwa moto, mkiiba mtafungwa. Hey, wambie <coughs> mtoto ukweli. Akienda kuiba kweli, amkute atakayomkuta, naaseme mama aliniambia, wazazi walifanyaje, waliniambia. Kwa hiyo mi sifugi upumbavu hata siku moja. Wale wote wanaosema huyo, oh, una huruma huyo, mtoto huyo, ni mtoto. Hakuna mtoto, sisi hatudili na watoto, tunadili na watu wazima, Miaka kumi na nane na kuendelea, abavu 18 kisheria ni mtu mzima ambaye alishafundishwa mabaya na mazuri. Unaiba yani, unajua kabisa hichi unachofanya ni kibaya. Sasa u, u, unapanda unavuna, unachofanyaje unachopanda. Kwa hiyo jamani, niko hapa <coughs> niwaongoze vizuri, lakini pale ambapo mtajifanya mnaenda kufanya mambo yenu, mjue kita itawakuta kitu, na wakati jambo linakukuta mi simu y yani, utaangaika nalo mwenyewe na mi mwenyewe ndo nitakuwa shahidi wa kwanza. Tuko pamoja. Haya, Dada Maria, kwa hiyo wewe kuja huku sasa, malengo yako ni nini? Mtaji? Urudi mtaji. Mm. tena kwenye biashara yako hiyo hiyo ya kuuza chakula, kuna kuna nyingine. Nyingine, chakula. Sasa unataka uwape chakula, ulikuwa unawauzia wakapike, saa hivi mm. utakuwa unawapikia waje, yeah. Wale yeah. sasa hivi unawauzia <laughs> kile ambacho ushapika yeah. Safi kabisa, hautoki kwenye industry hiyo hiyo yeah. Yani huko tasnia hiyo hiyo kari yake na yeye yeah. anaendeleza <laughs> eh, wanasema value chain eh, yeah. Hey, unaendeleza, yani badala ya kuwauzia roho zile wakapike red made, wewe njoo kaa ule chakula kitamu hasa. Inabidi uinvest kwenye hii kazi kwanza. Kwa mtu ambaye una ndoto ya kwenda kwa kuanzisha biashara ya chakula, ni sehemu nzuri sana ya kujifunza mapishi. Unajua unapoanzisha biashara ili wafanyakazi wasikusumbue mm. inabidi hiyo kazi wewe unaijua huo unajua, mimi kazi zangu zote, unaona kaka anachofanya hapo anaturekodi, mi najua kurekodi, mi najua kuediti, mi najua yani hamna kitu nisichokijua. Kwa nini wafanyakazi wanasumbua? Yani akijua, akijua wewe unajua, ujui kitu ambacho yeye anakijua, atakukomesha <laughs> hey. Sasa mimi yani hawanikomeshaji, hawaji kazini wanakuta kazi zangu nishafanya Si unaelewa? Kwa hiyo jifunze vizuri kupika wakati uko kwenye hii field. Sasa kwanza jifunze kupika sana ili uweze kuwa professional au smart dada, mshahara uongezeke ili uje uanzishe mgahawa wa kueleweka. Ukitoka Wadada Center usiende tena kwenye vile vimigahawa vya ki, vya chini chini vile vichafu vichafu. Nenda kwenye mgahawa kama mgahawa. Maana yake umesikia dada Teresia hapa anatafuta milioni kumi. Wewe unaweza ukasema anatafuta milioni ishirini. Kwani kitu gani kitu kidogo e, nikupambana ili e, e, e, e, uanzishe nini biashara iliyo <laughs> simama ili male mambo hey, ya kutafutia kodi. Unafanya biashara, kumbe unamtafutia mwenye nyumba kodi yake na eh, <laughs> wewe ulikopanga, ukipiga hesabu unajikuta hey. Unaumia wewe, kwa sababu nikiangalia dukani, nikuwa nalipa umeme, nalipa ulinzi, nalipa taka, nyumbani nalipa kodi, nalipa umeme, alafu nipo mwenyewe mpaka mamangu aniambia unaweza, nikaambia acha nipambane, kwa sababu ni maisha tunajifunza hey. Asha acha tu, tu, tu pambane hivyo. Nikaa napambana, naishi mwenyewe hey. Mfano bani kasema, kwa nini siende Wadada Center hey. Ni kuweza nafikiri ukajifunza kwamba hapa ni asara, hakuna anachotengeneza. Ngoja kwanza niende nirudishe hivi vitu, niende kwa nikajikusanye eh, nasa kwenye kujikusanya, usifanye haraka. Ndio nilikuwa nasema, fanya kazi miaka yako labda miwili mitatu minne mitano kusanya hela yako ya kutosha, unapoingia mtaani kwa ajili ya biashara. Yani una, unaweza kufanya biashara kwenye level ambayo biashara inalipa kila kitu, inalipa kodi e. Na, yue. Na ukiwa na mtaji mkubwa na mzunguko unakuwa mzuri, mzuri na ndio utaweza kupata hela ambazo zinatosha kuhudumia kuhudumia duka au hiyo nani na, ku na kukuhudumia wewe e, we. Yeah. Ya una akili ya biashara nimependa basi sisi tunakukaribisha. Asante. Mm -hmm. Nashukuru, tunakukaribisha sana. Nimefurahi sana kukuona, maana nakuona kila siku. Nilianza kukufuatilia toka kipindi cha Wanawake Live, kama unakumbuka, ulikuwa unaonyesha sana kipindi chako, kilikuwa cha East Africa, nilikuwa nakufuatilia sana. Asante aje kama unakumbuka, na achaje kukumbuka? Wakati huko ndo nilikondo ndo ndo ya kipindi hicho, nilikuwa nakufuatilia lakini, kipindi ni kwa sababu sina simu kubwa, nilikuwa tu na TV wewe na mama na nyumba, maana nilikuwa natazamwa na familia <laughs> Eh, tena wamama ndio walikuwa wanapenda kunifuatilia. Kwa hiyo wengine wanaweza wakalazimika, wababa wengi waliniangalia kwa sababu wake zao walikuwa wanataka kipindi changu, nilikuwa nafuatia toka kipindi hicho. Umefurahi? Mm. mm. Na sasa sio tu kuniona lakini pia kupita katika eh, daraja letu hili ambalo mimi ni ni ni, ni mbeba mm. maono, si ndio? Usiende kuniangusha, nenda kufanya kazi vizuri Tangaza jina zuri la kituo chetu, na we mwenyewe hakikisha unakusanya vizuri mtaji wako, ili siku moja, na wewe ukiwa na mgahawa wako pale, unaweka picha ya superwoman. <laughs> <laughs> mtaji wa hii nilimpata kupitia taasisi ya Udada, si ndio? E, basi mi nakutakia kila la heri, naongera na sana. Wasichana wenzako wangekuwa na akili kama wewe, yani wangeacha wa hata shida mitaani, kwa sababu wamelazimika, wanapanga, wana vibiashara au vikazi, lakini wameng'ang'ana, haziwalipi na wanajua waingizi chochote, lakini kwa sababu ya hiyo kuto kujitambua wanaendelea kupambana. Mwisho wa siku ndo unajikuta mtu unadanga, maana ili upate kodi eh, sinabidi utafute Le mtu hey, lazima. Kwa hiyo wewe, nakupongeza umekuwa mjanja, lakini kupitia kontenti yako, wadada wa staili hiyo ambao wamewahi kwenda kupanga, eidha wameanzisha biashara au kuna kazi ameajiriwa, piga mahesabu, kazi unajifanyia wewe au unamfanyia mwenye nyumba wako au mwenye duka ulilo biashara unayofanya, au unafanyia daladala na chakula, sindio? Kwamba nauli zinaishia kwenye naishia kwenye na, nauli una watu mishahara yao naishia kwenye nini? Okay, nauli na anatafuta mtu wa kuongezea ndo hao mabebi ambao unakuwa uhitaji. Lakini ufanyeje? hali inakusababishia unakuwa na jitu ambalo yani, inabidi labda ufumbe macho ndo u, <laughs> <laughs> <laughs> nimemaliza. Message sent, jamani hey. Mimi nawatakia kila la heri mnao kwenda kazini na Dada Seche, unaenda kupumzika, sisi tupo e, salimia huko uendako sisi tupo hapa, wadada wengine unaowafahamu, marafiki zako wakikuuliza mbona umependeza, waambie siri ni Wadada Center. E, haya.